Mungu kaiumba dunia kwa falsafa, ilimradi sisi kama binadamu tuweze kuitumia, tujue namna ya kuishi hapa duniani kwa amani. Hebu tazama hivi, parachichi linapokuwa linaweza kukumbwa na maradhi, wadudu, hali kali, kutokana na mabadiliko ya tabia hinji lakini mle ndani kuna begu ambayo inakuwa, yale madhara yakitokea, yanaweza kuipata na haina uwezo wa kuyadhibiti. Nasema hivi, sisi kama binadamu tunaishi duniani, ulimwenguni, katika mataifa, vitogoji, ambapo kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea ambayo hatuwezi kuyadhibiti. Tunakuwa, ulimwengu unakuwa matatizo masaibu, yanakuwa mambo mengine katika maisha, hauwezi kuyadhibiti wachana nayo.